Habari yako Tanzania. Habari eze mtazamaji wa Sauti ya Tanzania, ni wakati tena huu siku ya leo, siku ya nimepata wasaa wa kutana na viongozi wa taasisi ya kiraia Tanzania, kifupi inaitwa TPO oh. Mheshimiwa karibu sanaiajamkuliya ah, mgano wa Tanzania anasema kazi aajia

ya paa njiao katika kujiletea manyeochan. Malengo ya taasisi ni malengo kama mwana nne mata. Lengo la kwanza ni kuwajenga vijana na kuwatengeneza kuwa viongozi wa kesho, nasema kesho, katika mpango mbalimbali mtekelezaji yao kwa ujumla namna ambayo watakuwa washiriki katika jamii, namna ambayo semea serikali yao, namna ambavyo watukani na vitu ambavyo naenda kijina na mali ya kiongozi, mfano rushwa na tabia ambazo sio njema ambazo zinavuruga mali ya taifa letu. Lakini pia ni kuwa balozi wa miradi ya serikali, kwa maana kwamba kusemea miradi ya serikali katika e, jamii zetu kusudi watu wetu wajue kwamba namna serikali yetu nafanya kazi e, kutokana na, na, na mipango ambayo imeshaandaliwa. Lakini e, pia si tunasema kama TPO ni kutengeneza au kushauri serikali kupitia e, majukwaa mbalimbali kuhusiana na sera au namna ambavyo inaweza ikatengeneza ka, matuuni yao

a kwenye ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, wakeni viongozi walitupongeza kwa kila na taasisi kama hiyo, kwa sababu uzalendo ni muhimu katika taifa letu, lakini pia ni muhimu, kwa sababu wanaona wanaohusika zaidi kwenye hii taasisi vijana, taasisi kama viongozi vijana o wanafurahia uwepo wetu na uwepo wa taasisi kwa ujumla, kwa sababu kiangalia majiani zetu Kenya Ukiangalia Msibiti, ukiangalia Kongo, vijana na wamesikaa kika kuchagua nchi yao. Mm, ko viongozi wamepokea vizuri kwa sababu ni vijana na sisha, ni jambo jema, wamekusapoti na tupo kwenye hatua za mwisho kuhakikisha kwamba taasisi yetu tunafanya bega kwa bega na serikali ya mkoa wa Arusha kuhamasisha vizalendo, kuhamasisha wanaokupenda rasimali zao pamoja na wanaofanya utalii wa ndani ili ya kutoa mafunzo mbalimbali ya uzalendo, uongozi pamoja na utaifa, ikuwezesha vijana na kuandaa a viongozi wazuri i kiwe na jamii iliyokulia a jamii inayojie sawasawa. Sawa, mwenyekiti. Sasa, mpenzi mtazamaji wa Sao Media, usije ukajiuliza kwamba unaona watu watatu lakini watu wanaozungumza wanauzungumza mwenyekiti nilikuwa natamani kujua ushiriki wa vijana katika taasisi yetu ya kizalendo huko. Asante sana, mi nazani kwa sababu nimeambatana na kiongozi wenzangu hapa, ambaye na bezi na mambo ya vyuo vikuu ndani ya mkoa Arusha. Ningependa, ingependa kumbadilisha naye aweze kufaamisha kusudi mtazamaji aweze kuelewa plani zipi zimepanga kama zingio kwao, niweze kumkaribisha. Karibu sana ndugu yangu Alikua Eniagust, ni mratibu wa chama cha TPO idara na ukuu au sisi kama TPO. Cha kwanza kwenye tunaongelea ushiriki wa vijana katika chama chetu, vijana wanashiriki katika hatua mbalimbali, mojawapo ni elimu ya uraia na ufahamu, kwamba vijana ambao kwenye chama cha TPO wao wanakuwa sehemu mojawapo kuwafundisha wananchi wenzao na kuwaelekeza juu zaidi ya ufahamu na uraia, nakutana na mambo shuleni kama citizenship na mambo ya good citizenship, vitu kama hivyo. Wananchi wengi huwa wana desturi ya kuiacha shule, lakini kumbe ni sehemu ya maisha kila siku. Basi sisi kama TPO tunakwenda wana kuwakumbusha wananchi wenzetu wana, na hasa hasa vijana wenzetu kusola lazima na wangalia na ufahamu kujua kwamba wao wana mchango gani katika taifa, wana mchango gani katika mafanikio au malengo ya serikali. Kitu kingine pia mtasaidia pia kwenye msaada kwa sera za kitaifa. Sasa hivi tunaona kuna sera tofauti tofauti serikali ya mwini inaanzisha kwa ajili ya kutunza mazingira, tunaona kuna sera ya kumenishi kisafi kwa gesi, tunaona kuna kwa mbalimbali kama bea kwa serikali enda kutoa gesi kwa wananchi kwa ajili ya wa kwa kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nishati safi na sisi kama TPO tunaweza pia kuwa sehemu ya kuwafundisha wananchi au kuwaelekeza wananchi juu ya matumizi ya nishati safi ikiwemo, kama msaada wa kusaidia serikali kwenye kueneza hizi sera zake. Sasa unaratibu eh, ningependa kufahamu baadhi ya mchango wa taasisi kwa vijana, inawasaidia kutumia gani zaidi ya kwa baadhi ya watu wengi wajibu kwa kupatiyo kwa vijana. Kwanza lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wanajitambua kwa kwa wao kwamba kwa Tanzania wana wajibu gani na wao wanakuwa katika hali gani au kuwa na hisituri gani, ambapo mchango wetu mkubwa ambao unaweza kusaidia cha kwanza kwenye ni kudumisha utamaduni wa nchi yetu. Sisi kama wazalendo, una haki awaisa wakudumisha utamaduni wetu kudumisha ile hali yetu ya amani na upendo na mshikamano, hivyo vyote wa ndio sasa, tunaelekea katika uchaguzi. Kama idara ya vijana na timu ya vijana hiyo ipo na kwenda kati, mmejipanga vipi, au ni kati gani ya kuhakikisha vijana wanaendelea kuwa katika hali ya ustaarabu na uzalendo? Kwa kuagusa hili swali, nadhani ni kitu swali sensitive sana

wafanye maamuzi yao ya kuchagua kiongozi atakayekuja kutumikia serikali yetu kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tano hadi elfu mbili na thelathini Kwao sisi kama timu tukiwa tumejipanga katika matoto haya kuakisha kwamba vijana wanafanya uchaguzi wa viongozi wetu kwa njia ya amani, upendo, kama ambavyo mwanzilishi wa taifa letu wanaujuu ya siasa yake mwenyewe aliwataka wananchi kuwa

Kiongozi yoyote au mzalendo yoyote lazima apeseke kwa njia yake, watu wake wanateteka kwa njia yake. Lakini pia nimesema kwamba ni kasisi mama, kwa sababu hata pia kupiga rushwa kuna kasisi na pinga rushwa, tikiwe tuko pale, lazima tupige rushwa kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa wazalendo. Lakini pia kuna magonjwa, magonjwa yasi yanayokuja kuja, ao naweza kuyadhibiti sisi kama tukio tupo pale. Kwa hiyo ndio maana nawaambia kwamba sisi tukio tupo kila kundi kikubwa, ndio lakini pia unaona, tulifanya kipindi cha nyuma, tuliwapeleka vijana tangi bali, vijana siasa za tangi, ndio ndio ndio, kabisa, tuliwapeleka katika taasisi ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa wa haki kwa leta ile, ndio ndio ndio, msingi wa kazi kwa kwenye mazingira ya kwa nini tuwapeleka? Kwa sababu vijana wamelala sana katika masuala ya

kwenye programu zitaonufaisha sio sio taasisi lakini tupo kwa kusaidia vijana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana vijana wote wa Tanzania na duniani na taasisi yetu, lakini pia wote wale wapokea program ambazo tunaenda kuanza, na sisi tutaanza kwa siku ya kesho mafunzo ya uongozi, tarehe pamoja na tarehe tutatoa mafunzo ya zaidi ya

Kwa sasa tukio tumekipambanua na tazidi kukuza. Kwa sasa tuko takribani mikoa kumi na mbili ikia Dar es Salaam, lakini pia Arusha, tupo Tanga, tupo tuko Kigoma uh, tuko Geita uh, tuko Mara, Morogoro uh, pamoja na mikoa mingine kama gura, lakini pia nafasi aulazanie serikali mbili za kati kwamba taasisi yetu ya sababu kwa yote kwa sababu inagusa maisha ya wanajamii na vijana wa. Asante sana mheshimiwa mwingine. Benzi, mtazamaji wa Sao Media Tanzania, leo nimebahatika kutana na viongozi wa TPO mkoa wa Arusha. Ni vijana ambao kweli ni wazalendo kweli kweli, kwa sababu ni watu ambao nimeshuhudia watoto wengi ambao wanafanya kizalendo katika mkoa wetu wa Arusha na